Miongoni mwa wanafunzi wanaofanya mtihani wa kwanza wa gredi ya tisa kwa KJSEA ni Caleb Spencer ambaye licha ya changamoto ya kupooza anajiunga na, na mamilioni ya wanafunzi wanaoanza mtihani wa KJSEA na vilevile vile kipsea hii leo uh, Spencer ni weradhi, anasema yuko tayari licha ya kupooza miguu yake alipopata ajali kwa kuanguka kutoka mti wiki chache zilizopita. Crispin Otieno anaarifu. Pili, mwendo wa saa 6 mchana, tunafika eneo la stage miwa viungani mwa mji wa Kisii. Hapa tunakutana na familia ya Caleb Spencer wakijizatiti angalau kumuingiza ndani ya nyumba. Caleb mwenye umri wa miaka 15 hakuwa hivi wiki chache zilizopita. Alikuwa mwanafunzi mchangamfu kabla ya kuanguka kutoka mti na kupooza miguu yote miwili. Nilienda kuchuna time, nilikuwa na chuna yangu low, so nikashikilia nika branch yenye ilikuwa imekauka, nikaanguka kutoka juu ya mti. Nilikuja na kichwa but kafika nika chini, nikatumia mikono, nikaenda ka ule mwana anafanya exercise, ndio nikaangukia mgongo kaaana mgongo so kwenda kusimama kapata miguu ifanyi kazi. Zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya kuanza mtihani wake wa kwanza hapo kesho mwendo wa saa mbili asubuhi, kijana huyu yuko mbioni kudurusu vitabu vyake dakika za lala salama akiwa na mzazi wake kando yake. Caleb anashikilia kwamba licha ya ugumu anaopitia kwa sasa baada ya kupooza miguu haja kata tamaa, yuko tayari kwa mtihani wa KJSEA hapo kesho, kama njia mojawapo ya kutimiza ndoto yake siku za usoni ya kuwa daktari wa mifupa. Nimejiandaa nayo e, nimenunua vitu vya kufanya exam, ah nimekuwa nikirevise huku nyumbani. We thank God that at least, uh... He can be able to sit now. Kwa sababu hapo awali hakuwa anaweza kukaa. Changamoto kuu kuanzia kesho ni jinsi ya kumsafirisha kila siku kwa takriban siku sita zijazo. Mwanafunzi huyu hii leo alishindwa kujumuika na wenzake kwa matayarisho ya mtihani wao hapo kesho, kwani mbinu ya kumsafirisha ilikuwa changamoto kwa wazazi wake. Uh, all we need is support weze kumsaidia aweze kurudi to his normal condition ili aendelee na masomo yake. Crispin Otieno Runinga ya Citizen. Kisii. Mwili unaoaminika kuwa